Mlango wa ishirini na tano. Ikawa katika mwaka wa kenda wa kutawala kwake katika mwezi wa kumi na siku ya kumi ya mwezi huo, Nebukadreza mfalme wa Babeli akaja, yeye na jeshi lake lote, kupigana na Yerusalemu, akapanga hema zake kuukabili na wakajenga ngome juu yake pande zote. Basi mji huo ulihusuriwa hata mwaka wa kumi na moja wa mfalme Sedekia, siku ya kenda ya mwezi wa nne, njaa ilikuwa nzito ndani ya mji, hata hapakuwa na chakula kwa watu wa nchi. Ndipo mahali pakabomolewa katika ukuta wa mji, watu wote wa vita wakakimbia usiku kwa njia ya lango lililokuwa kati ya zile kuta mbili karibu na bustani ya mfalme. Basi wale Wakaldayo walikuwa wakiuzuia mji pande zote. Mfalme akaenda kwa njia ya Araba, lakini jeshi la Wakaldayo wakamfuatia mfalme wakampata katika nchi tambarare ya Yeriko, na jeshi lake lote walikuwa wametawanyika na kumwacha. Ndipo wakamkamata mfalme, wakamchukua kwa mfalme wa Babeli huko Ribla, wakatoa hukumu juu yake. Wakawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake, wakampofusha macho Sedekia, wakamfunga kwa pingu, wakamchukua mpaka Babeli. Hata mwezi wa tano, siku ya saba ya mwezi, ndio mwaka wa kumi na kenda wa Mfalme Nebukadrezar Mfalme wa Babeli Nebuzaradani, amiri wa askari walinzi, mtumishi wa mfalme wa Babeli, akaingia Yerusalemu, akaiteketeza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu. Naam, kila nyumba kubwa aliiteketeza kwa moto. Na jeshi lote la Wakaldayo waliokuwa pamoja na huyo amiri wa askari walinzi wakazibomoa kuta za Yerusalemu pande zote, na mabaki ya watu waliosalia katika mji nao wale walioasi na kumkimbilia mfalme wa Babeli, na mabaki ya watu wote wengine, watu hao Nebuzaradani, amiri wa askari walinzi, akawachukua mateka. Lakini huyo amiri wa askari walinzi akawaacha watu walio maskini, ili wawe watunza mizabibu na wakulima. Na zile nguzo za shaba zilizokuwako nyumbani mwa Bwana, na matako na ile bahari ya shaba iliyokuwamo nyumbani mwa Bwana, Wakaldayo wakavivunja vipande vipande wakaichukua shaba yake yote mpaka Babeli. Nayo masufuria na majembe na makasi na miiko na vyombo vyote vya shaba walivyokuwa wakivitumia wakavichukua vyote. Na vyetezo na mabakuli vilivyokuwa vya dhahabu katika dhahabu na vilivyokuwa vya fedha katika fedha, amiri wa askari walinzi akavichukua. Zile nguzo mbili na ile bahari moja na yale matako Sulemani alivyoifanyia nyumba ya Bwana. Shaba ya vyombo hivyo vyote haikuwa na uzani. Urefu wa nguzo moja ulikuwa dhira 18 na kichwa cha shaba kilikuwa juu yake, na urefu wa kichwa ulikuwa dhira 3 na mapambo ya wavu na makomamanga juu ya kichwa hicho kote kote; yote yalikuwa ya shaba. Nayo nguzo ya pili ilikuwa vivyo hivyo, pamoja na ule wavu na amiri wa askari walinzi akamtoa Seraya, kuhani mkuu, na Sefania, kuhani wa pili, na wale walinzi watu wa mlango na katika mji akamtoa toashi mmoja aliyewasimamia watu wa vita, na watu watano katika wale waliosimama mbele ya mfalme walioonekana mjini, na katibu wa jemidari wa jeshi aliyewaandika watu wa nchi, na watu sitini katika watu wa nchi walioonekana mjini. Kisha Nebuzaradani amiri wa askari walinzi akawatoa hao akawaleta kwa mfalme wa Babeli huko Ribla, naye mfalme wa Babeli akawapiga na kuwaua kati na kuwaua huko Ribla katika nchi ya Hamathi. Hivyo Yuda wakachukuliwa utumwani kutoka nchi yao. Na kwa habari ya watu waliosalia katika nchi ya Yuda, aliowasaza Nebukadreza mfalme wa Babeli, akamweka Gedalia mwana wa Ahikamu, mwana wa Shafani awe liwali juu yao. Kisha wakuu wote wa majeshi wao na watu wao waliposikia kwamba mfalme wa Babeli amemweka Gedalia kuwa liwali, wakamwendea Gedalia huko Mispa. Nao ni hawa: Ishmaeli mwana wa Nethania, na Yohana mwana wa Karea, na Seraya mwana wa Tanhumethi Mnetofa, na Yezania mwana wa Maaka, wao na watu wao na Gedalia akawaapia wao na watu wao, akawaambia, msiogope kwa ajili ya watumishi wa Wakaldayo. Kaeni katika nchi mkamtumikie mfalme wa Babeli, itakuwa vyema kwenu. Lakini ikawa katika mwezi wa saba, Ishmaeli mwana wa Nethania mwana wa Elishama mmoja wa wazao wa kifalme na watu kumi pamoja naye, wakamwendea Gedalia wakampiga hata akafa na hao Wayahudi na Wakaldayo waliokuwa pamoja naye huko Mispa wakaondoka. Watu wote wadogo kwa wakubwa, pamoja na wakuu wa jeshi, wakainuka kwenda Misri kwa kuwa waliogopa Wakaldayo. Ikawa katika mwaka wa thelathini na saba wa kuhamishwa kwake Yekonia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa kumi na mbili siku ya ishirini na saba ya mwezi Evil Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, akamuinua kichwa Yekonia mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani, akasema naye maneno mazuri, akakiweka kiti chake cha enzi juu ya viti vya enzi vya wafalme waliokuwa pamoja naye huko Babeli. Naye akambadilisha mavazi yake ya gerezani, akala chakula mbele yake daima siku zote za maisha yake. Na kwa posho yake alipewa posho ya daima na mfalme, siku kwa siku sehemu Siku zote za maisha yake.